Hivi, unajua kwa nini watu wachache sana duniani wanapata uhuru wa kifedha? Siri iko kwenye Cash Flow Quadrant, kitabu cha Robert Kiyosaki, ambacho tumeshakijadili kwenye video zilizotangulia. Ili uwe huru kifedha wakati umeajiriwa, unaweza ukaanza kuanzisha biashara yako au ukajia, ukatoka kuwa employed ukajiajiri mwenyewe. Halafu step inayofuata ni kuweza kubadilisha hiyo kujiajiri mwenyewe na kuwa mmiliki wa biashara meaning, unatengeneza mifumo ambayo itakusaidia hiyo biashara yako kukua zaidi, na la mwisho utaanza kufanya investment tofauti tofauti ambazo zitakupeleka sasa kuwa investor ninachomaanisha ni kwamba kufanya kazi kwa kutegemea pesa na kuanza kutengeneza mazingira ambayo pesa itakufanyia kazi. Kwa wale ambao wameajiriwa, kuna njia moja ambayo inaweza kukusaidia kutoka kwenye upande uliopo na kuelekea kule ambako Robert Kiyosaki anashauri. Hiyo njia ni affiliate marketing, kwa sababu affiliate marketing inaweza kusaidia wakati bado unategemea ile ajira, inaweza kusaidia kucreate opportunity ya wewe kupata kitu kinaitwa residual income au passive income affiliate marketing ikifanywa kwa usahihi ni digital investment moja nzuri sana. Ukitaka details zaidi kuhusiana na affiliate marketing, basi njoo inbox tuta discuss kwa sababu mimi ninafanya opportunity mbili za affiliate marketing. Moja inahusiana na teknolojia, nyingine inahusiana na health, uh, products. Lakini ya health products yenyewe ni Uh, subscription ambayo inalipa. Najua watu wengi mnafanya mnalipia DSTV uh, Azam Decoder zote hizo ni subscription subscription, eh? Uh, Spotify hiyo makampuni hayakulipi, lakini hii live good yenyewe ni subscription economy ambayo inakulipa. Na kampuni ya pili ya technology ambayo mimi na deal nayo inaitwa Go Ewa New Life, yenyewe ni an AI based company, na investment zake hazigharimu hela nyingi, lakini zinaweza kutengeneza step by step ya wewe kutengeneza kipato endelevu. Kama you are interested, comment hapo chini jamani, let's build, kwa sababu hata mimi mwenyewe ninataka kutoka upande ule mmoja kwenda ule upande mwingine. Mimi mwenyewe bado sijafika kwenye huu upande mwingine, so tujenge pamoja.